Haina koma, maana yake hakuna kitu kinachoeleweka pale mpaka ufike mahali koma. Kwa lugha nyingine tunasema A. Ukiona koma ya pili, B. Ukikoma cha kati, C. Sasa mwana ananishawishi mimi ni mche. Utakaposoma wow, kwenye reference ya mistari hii atakwambia kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Halo nataka niongea na watu ambao wanapoingia unakuwa una, una, umeweka Haleluya! Hapa amesema umte Bwana, lakini mistari ya pembeni utakapoitafuta kwenye reference kwa lugha ya wenzetu atakwambia kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Simple like that. Hey, hey. Nataka niongee na shida ya mtu. Unajua kuna watu mnaombea kubandikiwa mikono bado mnauza mbuzi, mnauza ng'ombe na bado hamfanikiwi. Mnapokelea nataka niwaambie kongamano hili ni la maombi na mafundisho na maelekezo. Yale maombi ni uponyaji kwa kutosikia kitu kwa. Utasikia kitu kwa. Utasikia kufunguka. Utasikia kufunguka. Utasikia vitu vinafunguka tu kwa sababu ni neema ya ufunuo iko hapa imetanda. Hallelujah. <tip> Acha nikuonyeshe kitu usiache o hili neno, nenda ukaanze kufanya utafiti. Mimi nimekutafutia kidogo, kumcha Bwana koma nimekuacha hapo, nimekurudisha kwenye mstari ya pembeni kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Mwambie mwenza tena, kumcha Bwana chanzo cha maarifa, kinyume chake Usipomcha Bwana hauna chanzo cha ja maarifa sindio? <coughs> <Sendeo> kinywa andika <chako? tos> andika hivyo, mwambie ule mjirani yako, mwambie usipomcha Bwana haupati maarifa. Hata kama hataki kutazama uso, wewe mtazame tu, si mamlaka imetoka kwenye madhabahu. Mwambie usipomcha Bwana haupati maarifa, na usipopata maarifa haufanikiwi tena ufanikiwe kimwili wala kiroho. Sasa mkazie macho, mwambie sasa, umche Bwana ili upate maarifa. Hata kama ni kawaida yako kuto kumcha Bwana, nikikutazama naona umezoea kuto kumcha Bwana, lakini leo kwenye kongamano hili anza kumcha Bwana ili upate maarifa. Mpiga mdomo makofi ili nipate upendeleo kuliko sisi sote hapa, kwa sababu kama namwambia mke upate maarifa leo, upate maarifa, mkitoka ghorofa linajengwa wana ah, hey. Sasa zingine kama huna kitu mbalimizi kukaa na mke wako ni faida, tutakuwa tuna gawa milioni 10 10 hapa, nyinyi wawili mtapata 20 kwa sababu zimekaa wote Mungu asifiwe. Amen. Ah, yeah. Umeona hiyo eh? Nataka tumuke, tunapoomba lazima ufikirie kufanya bidii kwa namna iwayo yoyote, yeah. Namna gani unaweza kufanya, njia iliyo bora, mimi nimekupa hiyo, mm. misali. Sasa, usije so, ukafikiri umekuja hapa kumcha Mungu na kumwabudu, unapoteza muda. Hapana, umekuja ili uongezewe maarifa na ukiongezewa maarifa yatakusaidia wewe na watoto wako na ndugu zako, na nikwambie neno la tafsiri ya kinabii sasa. Yoyote aliye na maarifa ya kimwili na ya kiroho, popote anapokuwepo, wakionekana tu kuwepo, akikaa wiki moja, yule mtu anaonekana ni taa kuliko walioko pale, mana nguo mwenye maarifa kuliko walioko pale, na macho yako yatakutazama kwa kina, maana wao wanaonekana ni jinias Umeutoa kwa kumcha Bwana na amekupa maarifa. Tumekufuatilia hata la saba uliferi, from four uliferi, lakini ukiwa na Yesu unajijiji kumi. Aleluya! kwa nini tu umeamua kupata maarifa uonekane kuwa wamana kuliko wengine? Kuna historia kwamba alienda from one, from two, from six, na chokikona na mzube, aliongoza watu wale wale ambao wamefika rapi. <laughs> Wasomi, kina Daktari Luka, mm. kina profesa nawafundisha kitu cha mana waumbaji, kwa sababu mmekuja ili mpate maarifa. Nataka nikwambie, nikuambie kama amesema, kumcha mwana ndio chanzo cha maarifa. Kwa lugha nyingine ni kusema hivi, kama ulibahatika kupata